D nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Wavuvi wa bwawa la Nyumba ya Mungu wana uhitaji mkubwa sana wa vizimba na mbegu bora za samaki. Je, serikali inatoa kauli gani kuhusu kusaidia wavuvi hawa? Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeza sana Profesa Ndakidemi Swali hili amekuwa akilifuatilia sana hata wizarani, na namna ambavyo amekuwa akifuatilia uwekezaji mkubwa wa vizimba katika bwawa e, la Nyumba ya Mungu. Mheshimiwa mwenyekiti, Wizara bado inafanya utafiti katika bwawa la Nyumba ya Mungu kuona je, vizimba vinaweza kukaa maeneo hayo ama haviwezi, kwa sababu vizimba pia navyo havikai kila mahala huko. E, utaalamu uta, uta, uta wa kisayansi ambao lazima tujiridhishe kwamba vizimba hivi tukivipeleka vitakuwa na tija kwa wananchi wetu au la. Kwa hiyo nimwakishie Mheshimiwa Mbunge, mara tu utafiti utakapokamilika tuko tayari kupeleka vizimba katika maeneo hayo, lakini pia kuwapa elimu wananchi wote wanaozunguka maeneo hayo ili, e, bwawa la nyumba ya Mungu lio na tija katika mazingira yao. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa